Kwa mujibu wa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha wataalamu wa figo Tanzania na Daktari Bingwa wa magonjwa wa figo kutoka Hospitali ya Agha Khan Profesa Paschal Rugoja amekiri Tanzania sasa kuna ongezeko kubwa tu la visababishi na kuongezeka kwa ugonjwa wa figo, kwani kati ya watanzania mia moja imebainika 14 miongoni mwao wana viashiria vya ugonjwa sugu wa figo. Profesa Paschal Rugoja anabainisha hayo ikiwa leo ni maadhimisho ya Siku ya Figo Duniani. Kwa sababu karibu asilimia sabini ya vyanzo vya ugonjwa wa figo mm, sugu ni shinikizo la juu la damu pamoja na kisukari. Kwa hiyo, kiepidemiolojia mara nyingi utakuta miaka kuanzia 40 kwenda mbele, sawa. Lakini pia kwenye miaka hiyo hiyo, hususan kwa wanaume, ndo miaka ambayo pia unapata tezi te, te dume, au uh, magonjwa ambayo yanazuia mkojo usishuke vizuri amebainisha pia inapotokea mgonjwa anatakiwa apandikizwe figo kutoka kwa mmoja wa ndugu zake, awali mapokeo yalikuwa si mazuri, kwani baadhi ya ndugu walikuwa wanaingia mitini na wengine kukataa kutoa figo na vikao kuwa vingi, ndo unaweza ukafahamu kweli nani ndugu yako halisi, kwa sababu kienda pale ikishafika hatua ya kuambia sasa, jamani, mgonjwa wenu alipofika, amefika hatua ya kupatiwa figo, na figo hazitengenezwi kiwandani, inabidi mmoja wenu atoe wapo waliokuwa wanakimbia pale pale, wapo ambao walikuwa wanaahidi pale, wakifika nyumbani wanaparanganika, wapo ambao kila namna tuliziona, lakini tunashukuru sana, mapokeo yameenda yanaongezeka, uelewa umeenda unaongezeka, sahizi wapo ndugu wanaojitolea. Kauli mbiu ya siku ya figo duniani ni je, figo zako ziko sawa? Gundua mapema, linda afya yako.